Waliona au uh, wale waliokuwa karibu na Yesu waliona Yesu amesamehe dhambi, na wanajua kuwa Mungu ndiye ambaye anasamehe dhambi, wakaanza kumfikiria maovu. Kristo akajua mawazo yao. Kristo akawauliza gani rahisi, na akawauliza kati ya kusamehe dhambi na kufanya miujiza za kimwili, akawauliza gani rahisi. Nami nikawajibu nikawaambia, kulingana na jibu ya Kristo ambayo angepeana ni dhambi kutoka kwa maisha ya binadamu. Sisi wote ni wenye dhambi na tumekuja kwa upungufu wa utukufu wa Mungu, hakuna mtakatifu. Hata mimi ni mwenye dhambu, wakati ulemwamini Yesu Kristo amenipatia nguvu na uwezo wa kushinda dhambi. Kwa yule ambaye hana Kristo hana nguvu hiyo, kwa sababu nguvu hiyo inapatikana ndani ya Yesu Kristo peke yake. Yesu ametuonyesha kuna miujiza aina mbili, ya kwanza ni dhambi kutoka kwa maisha ya binadamu na ya pili hii ya kimwili, kwamba kama ni ugonjwa fulani inaisha shida ambayo tuko nayo kama Uh, wengi wengi wetu hata kwa makanisa tunakimilia miujiza ambayo haifaidi roho zetu. Tukisikia mtu mahali anafanya miracles, sisi ni wa kwanza kufika mahali pale. Unaangalia ugonjwa uko nayo, unaangalia shida uko nazo, unataka yani shida za miujiza. Nimesema ile ya miujiza chache, kwa sababu hiyo ndio Yesu alimalizia nayo wakati ameanza na miujiza kuu, akamalizia na miujiza chache, wakati anaambia u mwenye alikuwa amepooza asimame na achukue kitanda chake. Kwa hivyo, si wote tunaangalia na tunafikiria vile miujiza ama vile hii miujiza chache tutaweza kufikia, tukisikia ni kama mtu wanafanya miracles mahali fulani, ukisikia kwa kanisa fulani wanafanya wanafanyam umekindia pale na ukienda ufanyie hiyo miracles, ndiyo utapona. Hata shetani anafanya miracles. Shetani anajua ya kuwa pia kuna miji za kuu na kuna miji za chache. Kwa hivyo umeenda ukaponywa, kama ni ugonjwa fulani umeponywa, na haujaonyesha Yesu Kristo, haujaonyesha ya kuwa upenda ugonjwa ambayo iko ndani ya roho yako, na hujaonyesha ya kuwa tiba ya ugonjwa hii, ya huu hii tiba. Ukitaka kupona kupona ugonjwa kiroho fanya hii, amini Yesu Kristo. Kwa hivyo umeenda na haujaonyeshwa tiba ya ugonjwa ambayo ni kuu kwa maisha yako. Ugonjwa kuu kwa maisha yako siya ya kansa, ugonjwa kuu kwa maisha yako ni spiriti yako kutengana na Mungu. Hapo umeanza kugonzoka hapo umeanza kulemaa, na kwa sababu spirit yako inaishi minene, ukisahau kushughulikia na upate matibabu ya haraka ambayo Yesu Kristo, umepona kansa, haujapona roho yako mumi, ambayo uliponya itaenda na izikwe. Roho ambayo haukuishughulikia itaendelea kuishi kwa sababu haukuishughulikia ipate matibabu ya haraka itaenda itatengana na Mungu, itaenda kwa kipu ya milele, kwa giza na kilio ambayo haitawaiisha. Lakini Mungu anataka sote tutanguliwe na miujiza ambayo ni kuu, ndio great miracle, dhambi kutoka kwa maisha binadamu. Hata Yesu anasema heri wale ambao wamesamehewa dhambi zao. Hawa watu Mungu anawaona kama wabarikiwa, wale ambao wanajichunga na njia za dhambi, wale ambao wako na hofu ya Bwana ndani ya mioyo yao. Lazima ifike mahali tuombe Mungu atie hofu ya Bwana, the fear of God aiweke ndani ya roho zetu, kwa sababu bila hiyo fia, hautajua ama utakuwa unafanya dhambi, unasio uko sawa. Utakuwa unafanya dhambi, maisha inaendelea kama kawaida, unaona hujafanya kitu kubwa, kaongo kadogo ama kubwa, unaona uko sawa. Lakini kwa yule ambaye ako na hofu ya Bwana ama fear of God, huyu ni mtu ambaye hata uongo kadogo akisema anaanza kutetemeka, anaanza kwenda mbele za Mungu, siku yake haitaenda sawa, akona uoga wa kuwa Mungu amemwacha. Mtu huyu ambaye akona fear of God, Mungu anamuona kama mwana wake, anamuona kama mbarikiwa. Naomba tuanze kuombea hiyo fear of God, kwa sababu fear of God yewe. Ni inatoka kwa Mungu spirit ambaye Roho Mtakatifu anapeana kwa wale ambao wanampokea Yesu, kwa wale ambao wanailimbia Mungu anawapatia of God ambayo itawaendelesha kwa safari ya wokovu, ambayo itawasaidia kujiepusha na njia za uovu na njia za dhambi. Kama hauna Naomba wacha Mungu, lilia Mungu aweze kuitia ndani mwako. Tafuta hata kama nisiku funga, lilia Mungu, Mungu jifungie mahali, lilia Mungu akuweze hiyo pia, kwa sababu bila hiyo pia basi shetani ni rahisi kukunyakua. Shetani atafanya dhambi iwe kitu cha kawaida ndani ya maisha yako. Yesu, hii ndio ilifanya aje duniani na ateswe na akufe kwa ajili yako. Bila msalaba, bila ufufuko wa Yesu hakuna msamaha wa dhambi. Bila ufufuko wa Yesu pia hakuna injili, kama vile Paulo aliandika, bila ufufuko wa Yesu Kristo, kwa wale wanasema ya kuwa hakuna ufufuko Akawaambia ya kuwa kama mnasema hakuna ufufuko, basi sote tuko kwa dhambi zetu, sote hatujasamehewa dhambi zetu, sote tunafaa tuhurumiwe, kwa sababu sote tutakufa. Lakini kwa sababu kuna ufufuko na Yesu alifufuka, basi msamaha wa dhambi umepatikana, basi wokovu umepatikana, injili ya Yesu imepatikana kwa sababu ya ufufuko wa Yesu. Mungu anaweza sasa kukusamehea kwa sababu ya kile ambacho Yesu alifanya msalabani. Mungu anaweza sasa kukuhurumia kwa sababu ile ambacho Yesu alitimiza kwa maisha yako.